Mheshimiwa wabunge eh, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho, nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa? So, kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja na leo, eh, ngoja niangalie vizuri, leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe ishirini na tatu. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni, na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani mwongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo.